Kicheko Dawa kama kawa, watu wa pawa. Tuko Narok County, na Narok County ni county namba gapi? Wacha tuingie kwa streets tuone ni nani ako street smart, ni nani ako book smart, na pale kwa tongue twister wacha tuone ni nani ataiweza zaidi. Wananitambua kama Precious and you too are precious. Kicheko ni dawa, tuende nalo. Nataka nikamilishie medali, mtaka cha mvunguni. Shut up everybody, listen. Patagu what? Patagu. Nataka kurudia mara tatu urudie mara tatu. Lile lori la yelo, lile lori la yelo. Rudia mara tatu mbio mbio. Lile lori la yelo, lile lori la yelo, lile lori la yelo. Hebu hebu rudia tena, lile lori la yelo, lile lori la yelo, lile lori la yelo. Biblia iliandikwa kama how many years <laughs> <What? 42>. ago <laughs> Nataka urudia mara tatu. Urudia mara tatu mbio mbio. Ukinikata, siski. Na si mmea. Mimi ni nini? Uh, iko kwa kitu yenye kou hai maa oh. Manyoya ama nywele. Kuna ule mtu kwa Biblia mwenye alianguka kutoka third floor akakufa, ako kwa New Testament, alianguka kutoka third floor akakufa. Ako na <muchas> alikuwa alikuwa alikuwa aka wakati Paul alikuwa na ubiri, alikuwa anaitwa nani? Hiyo na hakuna mm-hmm. <muchas>

inging ourooa ivanasosa <laughs> inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha useme yani, Mungu amekuja akakusafisha. Ni kama ni kama tu ile, ile pa, yamelala pale Mungu amekusafisha. Anataka unikamilishie methali. Okay, ajabu ya kondoo mm. Kakushaje? ajabu ya kondo aijoi. Mkulima ajabu ya kondo? hilo ni eh? <laughs> neno geni kwangu, msijawahi lisikia walai. Nataka urudie mara tatu, urudie mara tatu. Lile lori la yelo, lile lori la yelo mbio mbio. Rudia mara tatu mbio mbio lile lori la yellow, rudia mara tatu mbio mbio. Lile lori la yellow, lile lori la yellow, lile lori la yellow. Hebu rudia tena. Lile lori la yellow, lile lori la yellow, lile lori la yellow. Kuna mtu kwa Biblia alianguka kutoka third floor, akakufa. Jina yake inaisha na leta S anaitwa nani? Inaisha na S. Yes. Kuna mtu kwa Biblia alianguka kutoka, kutoka third floor, alikuwa amelala Akakufa. Jina yake inaisha na leta S, anaitwa nani? ay ay ay ay ay, alikuwa amelala akaanguka kutoka third floor, akakufa, alikuwa anaitwa nani? Hiyo ni ngori. Kenya mzima iko na senators kama wangapi? Iko na senators wangapi? Kenya mzima iko na senators wangapi? 47. Eh? 47. <laughs> Eh? 47. Are you sure? Nataka nikamilishie hii wimbo na kuanzishia wimbo, unaimaliza sawa sawa. Natamani nikuone hiyo. Hey, sijaisikia hata kwa Kiswahili. Baba ninakupenda hiyo bado sijaisikia. Nataka nikamilishie hii wimbo, natamani ni kuone. Nione uso wako. Ba, ba. Yoka, ka mm -hmm. <laughs> Chupa ombwe ni chupa ina gani? Mtu akiweza kukwambia tu nataka unipatie chupa ombwe, chupa ombwe ni chupa ina gani? Hey, tunga sentensi kutumia neno chupa ombwe. It's about to go back. Kuna hii neno chupa ombwe, chupa ombwe inakaa nini ama ina... chupa ombwe ni nini, na kukujia kwa akili ukisikia chupa ombwe? Siko vizuri kwa Kiswahili, lakini naweza sema inakaa, inakaa, inaka... je inaka... chupa ombwe inakaa tu <coughs> chupa... Chupa inakaa venye inakaa tu kama nini kama... Yani, unaweza relate na chupa ina... kama nini hivi Chupa ombwe, naweza sema nikae imekanyaga kanyagwa kitu kai hiyo. Ani tunge sentence kutumia neno chupa ombwe. Niliona chupa ombwe kando ya barabara eh? niliona chupa ombwe kando ya barabara <laughs> <laughs> kuna ile wimbo yenye unapenda ya church ama ile wimbo ya gospel yenye unapenda ama unaijua? Tuimbie tu chorus yake kadogo tu okay. Once I was a sinner heading to death

Ile wimbo yenye unapenda ya church ama ya gospel yenye unaijua, tuimbie, tuka tu ka korasi kake kadogo tu, okay. Baba ninasongea, ninasongea chini ya miguu yako baba, ninasongea. Habari. yeah. yeah. yeah. yako Habari. Habari salama. Habari yako? Salama yako, sana. nataka nikamilishie methali mtakacha mvunguni? Patagu. Patagu. Patagu. Mtaka cha mvunguni? Mtaka cha mm -hmm. Kamilisha, akae karibu na moto. Akae karibu na moto. Akae karibu na moto. Lazima atachomeka. Akae karibu na moto, Akosi kulia macho. Eh?

C -O -L -I -G -C -L. C -L. Na kuanzishia wimbo unanimalizia sawa? Mm -hmm. Kila siku, kila saa. Kila siku, kila saa yu mwaminifu Bwana, kila siku akira saa u Kulingana na hesabu zako, hii mwaka ya 2025 iko na Mondays kama ngapi? Kama Mondays kama ngapi hivi, Mondays tu peke yake ni kama ngapi 150? Eh? 150. Mondays hii mwaka wa 2025 Mondays, ni kama ngapi Mondays? Eh, yes 37. Eh, 37, be careful. Ha, kuna hizi ala za sauti zenye zinatumika sana sana kwa muziki nitaje aina tatu za ala za sauti. Ebu nitaje aina tatu za ala za muziki zenye unajua ala tatu. Hapo sijui kuna ile wimbo yenye unapenda ya church mm, ama ya kanisa mm. Tuimbie tu kwa koras kadogo eh, hiyo najua <laughs> kwa gaiakawamagegania kwa

Nataka urudie mara tatu. Rudia mara tatu, rudia mara tatu, mbio mbio. Nataka nikamilishie methali, mtaka cha mvunguni shati iname. Akae karibu na moto? Mm, mm, mm, mm. Aote. Eh? Aote. Akae karibu na moto? Atasikia joto. Eh? Atasikia joto. <laughs> Akae karibu na moto? Aungue. Eh? Aungue. <laughs> Biblia iliandikwa miaka ngapi iliyopita? How many years ago? Biblia iliandikwa like how many years ago? 2000. Eh? 2000.

Shut up everybody. Kawaida, kama kawa. Kawaida? Kama kawa. Ah! Nataka unikamilishe wimbo, inaenda hivi. Kila siku, kila saa. Kila siku, kila saa. Kila siku, kila saa. Kila siku. Kila saa. <laughs> Nataka nipatie spelling ya neno psychological, psychological. Spelling. Mm. S-I-U-C-L. Ai nimefika hapo. Nipatie spelling ya neno psychological? S-O-C-I-A-L-G-Y. What are you saying? Mwaka mzima ya 2025 kulingana na hesabu zako iko na Monday kama ngapi? Mondays kama ngapi? Ati, kutoka man, Januari mpaka? mpaka December. Iko na Mondays kama ngapi? Mondays pekee yake. Mondays pekee yake? Mm. 120. Eh? 120. Kutoka Januari mpaka December. Iko na Mondays kama ngapi Eh? Mondays zenye ziko 2025 ni Mondays ngapi? Kuna hizi ala tatu za sauti. Nitajie ala tatu za sauti zenye unajua. Hizi ala za sauti. Nitajie tatu zenye unajua. Kama? Ala za sauti zinatumika kwa mziki Ala za sauti. Nitajie tatu zenye unajua. Abakada. Eburudia. Abakada. Nitajie <laughs> ala tatu za sauti zenye unajua? A, B, C, D. Eh? A, B, C, D. <laughs> <laughs> Nitajie ala tatu za sauti zenye unajua. Gita, piano, flute. Gita na piano. <laughs> Kuna ile wimbo ya gospel yenye unaijua ama unaipenda? Tuimbie tu kwa chorus yake kadogo tu, hata kama ni ya kabila yenu. Nina siri nae Yesu. Okay, hiyo. <laughs> Kuna ile wimbo ya gospel ama ya chache yenye unajua, tuimbie tu kwa chorus kadogo. Bendera yake Yesu sasa inapepea, bendera yake Yesu sasa inapepea. <laughs> <laughs> <laughs> Nataka unikamilishie methali, haba na haba. It's about to go down. Na marahaba. What? Marahaba. Akae karibu na moto. Moto hake. Eh? Moto hake. What is akae karibu na moto akakuwa? Eh? Akakuwa so we'll. Nataka urudie mara tatu, rudia mara tatu mbio mbio.

<laughs> kawaida kama kawaida, mzuri. Kawaida kama kama mzuri. Kuna ile wimbo ya gospel yenye unapenda, tuimbie tu kwa chorus kadogo tu Baba binguni, okay. Eh, Baba binguni ninatamani kuona. Baba binguni nina tamani kuona. Yeah, very okay. Mwaka mzima, hii mwaka mzima wa 2025. Sawa? Kulingana na hesabu zako, mwaka mzima wa 2025, iko na mandays kama ngapi? Kuna mandays ngapi hii mwaka ya 2025? Ah, sijui. Inakaa kama ngapi? Ile ya 2025 iko na mandays kama ngapi? Kuna mandays ngapi hii mwaka ya 2025? Inakaa kama ngapi? Ukipiga tu hesabu ya haraka haraka. Ko 60. Eh? 60. Kuna hizi aina za ala za sauti Hebu nitajie tu ala za sauti tatu zenye unajua. Ati ala sauti kama gani? Ala za sauti kama moja naelewa moja, kama laki. Ala za sauti zinakaa nini? Ni sauti tu inakaa kaa mzuri. Haya, mm -hmm. mm -hmm. Nitolee sasa mfano ya ala moja ya sauti kama jana na leo. <laughs> Kutembea aste aste, kukimbia ate. Kutembea ni aste, aste na kukimbia ni kukimbia eh. Ni kukimbia tu kukimbia ni kukimbia tu. Mm. <laughs> <laughs>

Natua kwamba mimi ni wako unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaopapaka Natua kwamba mimi ni wako unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani sitaogopa kama najua kwa mimi ni wako, unanipenda unanipenda tena tena sana sana sana, nuru yako sana, nuru yako yako imenitoa kizani, sitaogopa sitaogopa, mimi ni wako, unanipenda tena Once I was a sinner, heading to death, I didn't know the Savior.

Yes my people, kama vilivyomwona tu pale, maswali zimekuwa moto moto moto. Uko kaunti gani? Tunakuja mali uko na tunakulocate every Wednesday from 8:30pm, na marudio inakuja Saturday 1:30pm, ndani ya MBCI TV. Tunasema kicheko ni dawa. Wale wa youtube na facebook ni MBCI TV, wananitambua kama Precious and you too are precious. <laughs>